Hapa Arusha tumekuwa na mambo ya stendi na soko vinaimbwa kila siku. Kila siku wimbo wa stendi, soko imekuwa kama chorus. Inajengwa stendi, inajengwa, inajengwa, inajengwa. Akiimba huyu mwingine anaitikia. Wakati mwingine hakuna hata vyombo vya kupigwa lakini kuna mtu anaanza pambio, stendi inajengwa na soko linajengwa. Hakuna stendi iliyojengwa wala soko lilojengwa. Tukakimbizana tena mwanasheria mkuu nisaidie, watu wanamkwamo. Hivi tunavyoongea leo, kwa taarifa tulizonazo ya kwamba tayari tenda imetangazwa ya kujenga soko la kisasa la Kilombero, soko la kisasa kwa Mlombo, stendi yetu ya mkoa wa Arusha, na ujenzi unaotengenezwa katika eneo la gardeni la Mtosemi ninawashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI, tunamshukuru sana kaka yangu Hamza mwana sheria mkuu, na niwapongeze sana watendaji wa jiji la Arusha na mstahiki meya. Baada ya utaratibu huu sasa, hamtatudai tena stendi. Tunataka stendi ijengwe, wananchi wa mkoa wa Arusha watembee kifua mbele, angalau tufanane na majiji duniani. Hapa stendi, mheshimiwa waziri, ni moja siasa kubwa sana na chama changu kiliahidi, Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wapenda migogoro yani, kuna wale watu wenye roho ya kuunganisha watu, lakini kuna watu wana roho ya faraka tu. Kila hata akikaa hapo, utafikia ameumwa na amebeba kunguni ndani yake, anaanza kujikung'uta mpaka wote mtanyanyuka kwenye viti mnatoka. Yani hawezi kukaa mahala bila kuwa na amani, ni migogoro tu. Sasa migogoro hii tumesema Arusha umefika mwisho wake, tunasema mwaka huu migogoro, tunaagana na migogoro yote. Tunataka jambo hili tu maendeleo, tunataka kauli ya maendeleo kuanzia asubuhi, mchana, jioni, na hatupendi viongozi wanaolialia. Ukiwa kiongozi unalialia kahoni, ukigusa tu kid Tunataka viongozi wanaotafuta majibu ya changamoto za watu wao. Daktari Samia ameshatupa nyenzo zote, hatupaswi kuwa miongoni mwa kugombana, kulumbana, tunataka maendeleo. Wanaarusha wanachotaka ni maendeleo, wanaarusha wanataka kuiona Arusha yao imebadilika, sio kila mara tunajadili stendi, haina mwisho. Hey. Tunang'ang'ana, soko halijengwi, hata kile ukiuliza wanavutana, mara eneo hili liko ndio lijengwe stendi, sasa eneo hili halifai. Nimekaa juzi na rasi Dodoma na watendaji wote wa jiji, nikabaini kumbe tena pale jiji wana milioni mia tano zishawahi kutolewa na daktari Samia tangu elfu mbili na ishirini na moja, alafu ziko kwenye akaunti tu na hizo hela zimetolewa kwa ajili ya kujenga soko maalumu la wamachinga. Na wauliza watendaji, kwa nini amjengi? Anasema kila tukikaa na wale wamachinga tunakubaliana, kesho yanakuja mambo mengine, yamebadilika. Kwa hiyo wanalumbana tu, huyu akisema pajengwe hapa, mwingine asema hapa, hapana, kataeni, kajengeni, yaani wanalumbana tu. Ukikaa na mtu aliyebeba kunguni, hata kwenye kiti hautakaa kwa sababu wanavyonyanyuka kujikunguta kunguni watoke na wewe, inabidi ukimbie. Sasa tumewaambia tunataka mtulie, tuwaletee maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha <laughs> na huku tulikofikia ni pazuri. Sasa ole wenu nisikie chokochoko tena ya mtu anaenda kuingilia mchakato wa kumpata mkandarasi wa kujenga soko. Ole wenu nisikie kuna mtu anaenda kuingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga stendi. Ole wenu nisikie kuna mtu ameingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga garden katika mto semi. Huyo atakayeingilia nitakula naye sahani moja. Mheshimiwa Waziri, mi nasema ni mara kumi nikawa mkuu wa mkoa wa siku hiyo, lakini kuna alama nimeiweka, tunataka stendi jengwe. Na mkurugenzi, mna siku ngapi za kukamilisha utaratibu? Kumi na nne kuanzia leo, maana yake mwezi ujao unaisha tukiwa tumesha saini mkataba, si ndio? Sasa ole wenu, muitikie tu stendi, stendi. Mheshimiwa, imeimbwa stendi hapa. Siku moja anaongea na waziri mmoja kwenye sekta nyeti ya ardhi Anasema nishawahi kwenda mpaka kwenye ile eneo tukasema hapa ndio stendi jengwe. Baada ya muda, wakatokea si watu kutokea wapi? Wakaanza kubishana tena. Mwisho wa siku, wakasimamisha wa utaratibu. Sasa, mwanasheria mkuu tunaye, waziri wetu wa sheria tunaye, waziri wetu mchengelo anataka stendi jengwe. Serikali ya Daktari Samia anataka stendi fanya nini? Na asikwambie mtu tutajenga kwa sababu mwaka wa uchaguzi. Ah tunajenga usawa. Tumewapata watu wenye akili na wenye nia njema na mkoa wa Arusha. Nadhani hapo mtakuwa mmenielewa. Meya, simamieni kikamilifu na mimi sina shaka na wewe. Madiwani pamoja na naibu meya ndugu yangu, pambaneni, hakikisheni. Niliwaambia siku moja kwenye baraza, nyinyi madiwani, heshima yenu ni alama mlizozisimamia katika miaka mitano. Mheshimiwa Waziri ukienda pale ofisini kwangu pembeni utakuta kuna jengo la utawala halmashauri ya jiji ile, imejengwa mwaka 1959, 1959. Hapo hata wafanyakazi wa jiji hawatoshi, wengine wamesambazwa. Unaweza kaenda pale ukamwambia faili lako liko Njiro, mtumishi yuko Njiro, kuna mtumishi mwingine sijui yuko Sakina. Wamepanga panga tu, wamesaini mkataba wa kujenga jengo la utawala mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Nimekuja mimi mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne, nimekuta wako kwenye msingi. Tangu elfu mbili na kumi na ngapi mpaka elfu mbili na ishirini na nne wako kwenye msingi, msingi. Hawana tatizo la hela, Samia ameshaleta hela tatizo lao nini? Mahusiano na migogoro, eti wamevunja mkataba wa yule aliyejenga msingi, wanasema ule msingi sio imara. Wakaunda tume ya kuja kukagua ile, tume ikasema ule msingi ni bora na unakizi vigezo. Wakasema sasa, tutangaze tutafute mkandarasi mwingine mpya, hawamtaki tena yule aliyejenga msingi. alafu walivyowajanja, kila kazi wanatengeneza mkandarasi wao, yani kama ni kazi tano za kujenga kukamilisha jengo kama lile, watatafuta mkandarasi wa kupaua, watatafuta mkandarasi wa kujenga nguzo, watatafuta mkandarasi wa kuweka nyaya, watatafuta mkandarasi wa... kwa mfano kama yule wa msingi wameshamalizana naye, anaondoka